Sasa niombe jambo moja kwa kutumia hadhara hii. Kwanza, kwa sababu ya umuhimu wa ndugu yetu ndio maana mnaona watu wengi wamekuja hapa. Hata mimi nilikuwa na safari leo, nimeahirisha safari mpaka nimsindikize ndugu yangu kwa sababu ya ujirani aliyokuwa nao. Sasa niombe tutumie misiba hii vizuri. Tulikataza siasa kwenye misiba nayo, na ni maelekezo kwa mkoa mzima tutumie misiba hii kuwafariji ndugu zetu ambao wamepoteza mpendwa wao. Tutumie misiba hii kuomboleza, tusitumie misiba hii kwa mambo ya kisiasa. Wanasiasa, tuna nafasi kubwa ya kuandaa mikutano na kuita watu kama hivi tukafanya siasa zetu, lakini tusitumie misiba hii kuleta uchochezi. usitumie misiba hii kuleta uchochezi. Ndugu yangu Glorius, nakushukuru sana. Labda niseme Glorius si huyu, sijafahamiana naye leo, nimesoma naye na tumelala naye chumba kimoja na tumefanya naye kazi za serikali tangu mwaka ishirini ishirini, kwa ukubwa sana. Nikushukuru sana kwa kuja. Sasa niwaombe wana Tarime kama nilivyosema, kama una hoja yoyote, una changamoto yoyote, ofisi za serikali ziko wazi na hatufukuzi mtu. Tunapokea watu na tunahitaji mtuletee taarifa, mtuletee changamoto kwenye maeneo ambayo mnaishi. Tusitumie misiba. Labda niseme leo iwe mara ya mwisho, ukirudia kuleta uchochezi hapa au kuchafua serikali hapa kwenye kipindi ambacho tunataka tufanye maombolezo tutoe faraja kwa wafiwa, kwa kweli tutakuchukulia hatua. Tusianze kupiga kelele huko tena tunachukuliwa hatua. Kwa wale waliochafua hapa na kuleta uchochezi, nimewasamehe kwa leo, lakini iwe mwanzo na mwisho, na kazi kufanya na, na serikali wakati mwingine tusiingilie, tusiingilieingilie sana wakati tunafanya uchunguzi tutakutaka wewe utusaidie mwanzo mwisho, sijui kama utaweza. Watu kupotea sio Tarime peke yake, na kuna sababu nyingi, sio sababu moja, na hakuna sababu ya kunyoosheana mikono, tusaidiane tupate majibu yenye tija, sio uchochezi. Ko nitumie fursa hii kuomba msamaha sana kwa familia sana, kwa niaba ya serikali, naomba mtusamehe kwa kutumia uwanja huu kuwafariji badala ya kuwapa kuwa moyo, tukaongea mambo ya kipuuzi hapo, mtusamehe sana. Nimeombea msamaha na wengine wote waliofanya hayo mambo, lakini tunaungana na familia hii kwenye kipindi hiki kigumu sana. Unajua, unaweza usione uchungu wa kufiwa kama hujafiwa, lakini ukifiwa ndio utaona uchungu wake wa kumpoteza ndugu yake, na wala huwezi kuongea haya maneno ambayo unaongea hapa kwa wanajamii kwenye eneo hili pamoja na familia, naomba mtusamehe sana kwa haya aliyotokea, lakini kiufupi, tuko pamoja na nyie kwenye kumsindikiza ndugu yetu kwenye safari yake ya mwisho. Na kama wajumbe wote na viongozi wote waliopita wameongea kwa kirefu, kwa namna wanavyomjua na imejidhihirisha wazi kwa umati ambao uko hapo, hakuwa mtu wa konakona. Kwa sisi ambao tumebaki, tuendelee kuiga yale mazuri aliyofanya ndugu yetu Machango na wana Tarime naomba tuungane tu wamoja, zaidi tupendane zaidi, tushirikiane zaidi kwa ajili ya maendeleo yetu, lakini pia kwa ajili ya ustawi wetu. Ndugu zanguni, nawapeni pole wote, lakini wote tumtumikie sana Mungu na tumtegemee sana Mungu kwenye maisha yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Habari, karibu mtandao Shopping Center Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako za majumbani, maofisini, jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mtandao Shopping Center Limited tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria bp au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali mbali. Feni za juu na feni za chini, radio sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba. Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.